Kama unahitaji huduma ya kuunganishiwa au kufanyiwa vyote hivyo kuanzia hatua ya kwanza mpaka uh, ya mwisho, pia utawasiliana nami kupitia nambari hizo hapo chini kwenye video. Lakini pia uh, kama unataka uh, una kutafuta kontrakta au mhandisi wa umeme, huduma hiyo tuko nayo sisi kama Odessa Electrical Technology, tunaunganisha kwa gharama nafuu sana. Kwa hiyo utawasiliana nami kupitia nambari hizo hapo chini kwenye video. Uh, sisi kama Odessa Electrical Technology tunasema, uh, karibu sana, na usisahau kusubscribe, ku like na kuweka notification alarm, lakini pia usisahau ku comment katika sehemu ya comment section. Sasa leo nataka tuzungumzie hatua za kufuata, eh, kuomba umeme hadi unapounganishwa na Tanesco kwa kutumia mfumo wao au app yao, yani Nikonekt. Okay, utanisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho Hello guys, mambo vipi? Natumaini mko poa, karibu tena katika channel yako pendwa ya Odessa Electrical Technology, na kama ndio mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe na kuweka notification alarm. lakini pia Usisahau ku comment katika sehemu ya comment section hapo chini kwenye video. Okay, sasa nisiwachoshe. Uh, kumbuka kwamba tupo na wadhamini wetu si wengine ni kampuni ya Lifetime Store. Hawa ni wauzaji wa bidhaa bora za kielektroniki. Unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari hizo hapo chini, uh, kwenye video. Sasa, uh, hatua ya kwanza. Omba kwanza kuunganishwa umeme kwa Nikonekt App au tembelea Uh, website ya Tanesco ya nikonekt yani inaitwa nikonekt.tanesco.co.tz iko hapo kwenye description. Uh, unaweza kuangalia haya maelezo yote inayosema yako kwenye description. Kwa hiyo unaweza kupitia kile nachokisema ukawa uka unasoma kwenye description. Hiyo ni hatua ya kwanza, omba kuunganishwa umeme kwa Nikonekt App au kutembelea website hiyo nilioisema uh, nikonekt Uh, tanesco.co.tz yes. Uh, au piga nyota uh, tano mbili nyota sifuri, sifuri, leli ok, chagua namba nne kisha tena nne, ndiyo ndio unafuata hizo process. Hiyo ni hatua ya kwanza uh, unapotaka kuomba maombi ya kuunganishiwa umeme. Hatua ya pili, baada ya kuomba sasa umesha na namba ya maombi sasa. Hatua ya pili ndo unamtafuta kontrakta, hii ni hatua ya pili, ili ajaze taarifa na kuwasilisha kwa TANESCO. Chagua fundi kupitia Nikonekt App au website ya nikonekt.tanesco.co.tz. Hiyo ndio nilisema sasa. Kwenye kipengele hichi hapa, naomba uwe makini sana, uh, kumtafuta fundi Sio kila fundi wa umeme anafanyisha maombi ya kumpitishia mteja wake e, wa umeme. Nikiwa na maana fundi ambaye anatakiwa kupitishia umeme ni kontrakta au mhandisi mwenye leseni, ambaye fundi huyo yuko kwenye mfumo wa Nikonekt wa TANESCO, ndiyo anaweza kukufanyia maombi ya kukupitishia umeme, baada ya hatua ya kwanza ya kuomba wewe na kupatiwa namba ya maombi, basi mhandisi kontrakta wa umeme uh, anayefanyia maombi hayo ni fundi ambaye um, ameunganishwa na mfumo wa Nikonekt na ni fundi ambaye ana leseni ya umeme na ni kontrakta au mhandisi wa umeme. Hicho kipengele zingatia sana na huduma hiyo, sisi kama Odessa Electrical Technology, huduma hiyo tunaitoa kwa gharama nafuu sana. Si lazima katika uh, mwanzo wa kuomba akusaidie fundi wa umeme labda mhandisi um, nikiwa na maana contractor. Lakini hatua ya kwanza unaweza kuomba wewe kama wewe, kama uh, umeunganishwa umefanywa wiring, unaweza kuanza kuomba wewe kama wewe, utapopata namba sasa ya maombi ndipo unaweza kumtafuta mhandisi wa umeme au kontrakta wa umeme. Na huduma hiyo ya kontrakta uh, kupitisha maombi ya wateja, tunafanya hii huduma, tuko nayo sisi kama Odessa Electrical Technology, basi utawasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini kwenye video kama unahitaji kuunganishwa, umeshapata usha, maombi na umepewa namba ya maombi na unatafuta kontrakta wa kukupitishia maombi yako ili Tanesco kuweze waweze kukuunganishia umeme. Basi huduma hiyo sisi kama Odessa Electrical Technology tunatoa huduma hiyo kwa gharama nafuu sana, utanicheki kupitia nambari hizo hapo chini kwenye video. Hatua ya tatu, uh, Tanesco sasa watapokea ombi, ombi lako, kisha uh, wata watapima yani, watakuja survey watapima. Hiyo ina maana watakuja mtu wa survey kutoka Tanesco na kukupatia kontrol namba ya malipo. Lakini kumbuka kwamba kishaomba, uh, Tanesco watapokea maombi yako, hiyo ni hatua tatu. Uh, wakishapokea maombi yako atakuja mtu wa survey, kabla ya hapo, baada ya hapo, akishakuja akisha mtu wa survey kujirizisha kila kitu kiko sawa eh, kwenye mfumo wa wiring fundi wako aliyokufanyia wiring na kama kuna marekebisho pia utaambiwa, atawasiliana TANESCO, atawasiliana na uh, kontrakta wa umeme aliyopitisha maombi yao kwamba kuna marekebisho uh, baadhi au kuna uh, marekebisho haya na haya na haya, basi uh, fundi, unatakiwa urekebishe katika uh, wiring yako system ya nyumba hiyo, yes. Baada ya hapo survey kujiridhisha basi mteja utapatiwa kontrol namba ya malipo kulipia sasa gharama ili uunganishwe na umeme. Hatua ya nne, uh, baada ya kufanya malipo uh, ndani ya siku uh, tisini kabla ya kontrol namba haijamalizika muda wake. Yani hatua uh, ya nne hii ya kufanya malipo ndani ya siku tisini. Unatakiwa ufanye malipo ndani ya siku tisini kabla ya control number haijamalizika, ikiwa na maana kuwa expired eh, ndani ya muda wake kwao, siku tisini. Hakikisha eh, kuanzia siku hii ya kwanza isifiki, isizidi siku tisini, na maana yes ndipo unafanya malipo ili sasa uweze kuunganishiwa umeme wako kutoka Tanesco. Hatua ya tano sasa, Tanesco watakuangazia maisha yako, nikiwa na maana umeme watakuwa wamekuletea na utakuwa unaburudika kabisa na huduma ya Tanesco, uh, nyumbani kwako baada ya kufanyiwa wiring na kufanya process hizo hizo hatua nilizowaambia awali hatua ya kwanza mpaka hii hatua ya tano sasa ni kuunganishwa eh, umeme na TANESCO watakuangazia maisha yako vizuri sana. Hatua ya sita uh, utafanya manunuzi ya umeme kwa njia yoyote uipendayo, kama kwa mifumo ya benki, kwa hizi huduma za mitandao kama Tigo, Voda, Airtel, Halotel na kadhalika. Kwa utafanya malipo kwa mifumo yoyote ile uipendayo kwa hiyo hiyo hizo ndio hatua ambazo uh, unatakiwa kuzifuata unapotaka kuomba umeme hadi kuunganishiwa nyumbani kwako. Hii ni baada ya kufanya wiring system. So kama kuna swali lolote au una, una swali lolote unaweza kuniuliza, unaweza kutupigia kwa nambari hiyo hapo chini, au kama unahitaji huduma ya kuunganishiwa au kufanyiwa vyote hivyo, kuanzia hatua ya kwanza mpaka uh, ya mwisho, pia utawasiliana nami kupitia nambari hizo hizo hapo chini kwenye video. Lakini pia uh, kama una, uh, unataka kutafuta contractor au mhandisi wa umeme, huduma hiyo tuko nayo sisi kama Odessa Electrical Technology. Tunaunganisha kwa gharama nafuu sana. Kwa hiyo utawasiliana nami kupitia nambari hizo hapo chini kwenye video. Uh, sisi kama Odessa Electrical Technology tunasema Uh, karibu sana, na usisahau kusubscribe, kulike na kuweka notification alarm, lakini pia usisahau ku comment katika sehemu ya comment section.